Ukisikia kwamba msemo mmoja unaenda kwamba usimdharau usimjua, nini kinakuja katika fikra zako? Unajipata upo katika hali gani? Ama unajifunza kitu gani? Unajiuliza maswali tofauti tofauti, ila sisi kama watu wa kawaida tunapenda sana kudharauliana, hasa kama tunashindwa kumjua huu mtu ni nani, bila kumtambua wala kumjua kwamba huu mtu katokea wapi, kafanyaje. Lakini yote tisa kumi, ni kwamba asilimia kubwa ya mazingira tunaoishi sisi, kanuni za binadamu ni kwamba tunatakiwa kwamba tuheshimiane wanapomheshimu mtu inakuwa haina changamoto ya aina yoyote. Lakini nikimzungumzia mwandishi mmoja kutoka Kampala, Uganda, mwaka 1990, anaitwa Baba Rakimenya, alitoa kitabu chake kimoja kinaitwa Moses in Trouble. Katika nukuu yake katika kurasa 34 alisema hivi, na mimi nitamnukuu kwamba, jamii isiyo na heshima ni sawa na nyumba isiyo na misingi imara, ambapo inatarajiwa kuwa na nyufa na mipasuko isiyoweza kuhimilika ina maana mwishowe inaweza kuja kuanguka. Baba la Kimenye, katika kitabu chako cha Moses in Trouble katika ukurasa wa 34 anazungumzia kuhusiana na heshima inavyotakiwa kuwa katika jamii kwa mandhari au kwa kutengeneza mazingira ya kutengeneza, eh, mihimili mizuri ambayo inaweza kutokea au inakujengea picha gani? Naitwa Eliazari na hii ni Success Path Network. Karibu sana tupate kufahamu mambo tofauti tofauti ambayo wewe utaweza kujifunza kutokana na kisa hiki ambacho cha kulingana na mafundisho ya leo. Nipo zangu Shekilango, naingia posta siku moja. Nipo kwenye daladala vile vile lakini, katika kuingia, tulikuwa hatufahamiani watu ambao wako pale kwenye daladala. Kwa hiyo maneno ya Shekilango pale nje akawa na abiria mmoja ambaye naye aliomba kuingia akapiga daladala da, mkono. Gari likaegesha lika, lika, pembeni. Akapanda katika kupanda, hakuwa amepanda vizuri. alikuwa alikuwa ha, ku, unamlisha gari. Mimi sijajiandaa, nimesimama nime vizuri na gari zimesimama vizuri tu, mimi unaliamrisha liondoke, mimi nikavunjika mguu nikapata tatizo kidogo, ingekuwaje? Gari lenyewe lina bima, nikipata tatizo kidogo litakuwa sawa, la kwako wewe mwenyewe. Istosho, uliposimama hapo sehemu yenyewe watu washasimama mbae, wewe kwa wewe nani? Dereva akamwambia hapana. Mimi nakusemesha katika lugha ambayo ni taratibu lakini wewe huelewi kwamba wewe ni, ni mhudumu wa watu wengi unatakiwa uhudumie umma. Mimi ninavyozungumza na wewe ni kwamba mimi najijali mimi mwili wangu na naangalia afya yangu na pia kuna familia inaniangalia nyuma. Nikidondoka nikavunjika mguu, wakati dada yake anatembea kanivunja mguu itakwaje? Wewe bwana utajua mwenyewe bwana. Fanya mazingira unayojua wewe mwenyewe. Mwisho siku picha ikawa kama labda watu wanaanza kutolea maneno makali makali. Kondo akamwambia yule bwana, wewe abiria tu lakini wewe unipotezea muda, uwezi kunipotezea muda wakati mimi najua na nachokifanya hapa. Wamesimama wengi tu na mimi ni nichukue muda nikusikilize, si utanipotezea muda? cha kufanya mimi nakupotezea ah, tuta, na na siku tuna ajabu bwana, jamaa akachukua simu kanapigia maafisa wa ulinzi, kapigia maskari bwana. Kumbe jamaa watu wakubwa katika serikali, jamaa labda kusalama na vitu kama hivyo, kampia e, mhusika mkubwa katika doria za kusimama katika magari ya trafik, awambia bwana kuna dadari nakuja. Kwa hiyo bwana jamaa tumtumdhibiti tum hapa, ili apate nidhamu apate somo awe na heshima kwa watu. Ina maana yeye kama anakosa heshima ni sasa na nyumba ambayo inaufa ina inaweza ku, kushim, kuhimili vishindo vya, ku, vya kunini kutengeneza mazingira, kukaa vizuri jamaa. Gari kaegeshwa pale katika kituo kimoja katika barabara kuu ya Morogoro, tukaingia pale. Jamaa kaanza kujitetea, heshima bwana, bwana, isiwe chanzo cha kwamba wewe unataka kunipanda kuni, kuni, kuni, kuni, kichwani au nizalilishe. Kiukweli ni suala ambalo mimi lilinikumbusha katika chapisho au katika kitabu hiki cha Moses in Trouble cha baba la Kimenya ambaye alisema kwamba jamii isiyokuwa na heshima ni sawasawa sawa na nyumba isiyokuwa na misingi imara ina maana inatarajiwa kuwa na nyufa na mipasuko isiyoweza kuhimilika, ina maana nyumba hiyo inaweza kuja kuanguka. Ndio sasa haya yalo kuja kutokea, unapokuwa huna heshima unakuwa ni sawa sawa na nyumba ambayo haina nini, haina misingi imara. Yote kwa yote, lengo ni kuwa na heshima katika jamii. Tunajifunza visa tofauti tofauti, kulinganisha na vitabu tunavyosoma, nipate kutuweka sisi katika mazingira mazuri. Hii ni SPN Success Path Network, each one teach one, hadi wakati ujao na kushukuru sana.